ya tukio kubwa ambalo tutakuwa nalo kuanzia kesho, lakini tutalihitimisha tarehe kumi na saba mwezi wa tano. Tutakuwa na tukio kubwa la kuadhimisha kilele cha siku ya punda duniani, na siku hii ya punda duniani ambayo sasa sisi kitaifa tumeamua kuifanya mkoani Dodoma katika halmashauri ya eh, halmashauri ya wilaya ya Chemba, kama nilivyokwisha kusema hapo awali, kwenye kijiji cha Chambalo. Lakini ukiangalia sasa kwa kwa nafasi hiyo toka mnyama punda huyo amekuwepo eh, amekuwa tuna changamoto moja, hajawahi kupewa uzito stahiki ambao mnyama huyu angestahiri lakini, ndugu wanahabari na wataalamu wenzangu, kama nilivyosema kwamba tutakuwa na haya maazimisho ya kuazimisha siku ya punda duniani. Hayakutokea hivi hivi tu, yametokea baada ya kuonekana sasa kwamba mnyama huyu pamoja na kuwa ana umuhimu mkubwa katika jamii, na hasa katika zile jamii za kawaida amekuwa akitumika kubeba mizigo, kusafirisha maji, kutoa huduma mbalimbali mbali, kwenye kilimo, lakini na sasa hivi kuna mambo mengine yametokea migodini kule, ameanza kutumika kubeba mawe, kusogeza maji, mchanga na mambo mengi kadha wa kadha, lakini pia ukiangalia kwa ustahimilivu wake na uwezo wake huyu mnyama amesaidia jamii nyingi sana hasa hizi za watu wa kawaida na amewaletea maendeleo makubwa. Kwa hiyo huwezi ukamtenganisha mnyama punda na maendeleo ya Watanzania walio wengi, lakini na jamii zingine duniani. Maadhimisho yetu ya siku ya punda duniani yatakuwa na kauli mbiu moja ambayo inasema ni dhamira ya Afrika katika kuhifadhi punda sasa na siku zijazo. Dhamira ya Afrika katika kuhifadhi punda sasa na siku zijazo, lakini kwa tafsiri yake nyingine ni Africa's commitment to donkey preservation now and in the future. Kwa hiyo kama nilivyokuwa nimeeleza hapo mwanzo kauli mbiu hii imetoolewa kutoka, kutokana na makubaliano ya wakuu wa nchi walivyokuwa wamekaa kwa vikao vyao viwili na wote wakakubaliana kwa kauli moja kwamba lazima mnyama punda atunzwe. Kesho tuna jambo letu kesho na kesho kutwa tukutane Chambalo katika wilaya ya Chemba ambako ndiko takapoazimisha sherehe hizi za kumwenzi punda na mchango wake kwa jamii. Lakini naomba tu kama wito kutoka INADES kwamba tunaomba na tungetamani tufike mahali ambapo nchi tutatangaza punda kama mnyama ambaye yuko hatarini kupotea, ili tumwekee mikakati ya kumlinda awe miongoni mwa wale wanyama wanaoitwa endangered species. Kwa hiyo kama tukiweza kufika hapo, tutakuwa tumefanikiwa na tutaweza kumlinda punda huyu ili aweze kusaidia jamii na pamoja na shughuli nyingine ambazo zitafanyika tutakuwa na clinics mbalimbali. Kuna vijiji ambavyo wataalamu watatembelea kesho na kesho kutwa wakitoa huduma na ya, ya kiafya na kutoa mafunzo kwa jamii. Tumejipanga kuhakikisha kwamba tuna madawa eh, kama hospitali ya kawaida hii ya binadamu, na punda naye anastahili kutibiwa kutakuwa na madaktari ambao watakuwa wanachunguza afya za wanyama e, mnyama punda na kumpatia tiba hapo hapo. Kwa hiyo tunawahimiza wananchi wenye punda wafike katika kliniki hizo ambazo zitafanyika katika vijiji mbalimbali ikiwepo mbali Gwandi, moja kati ya vijiji ambavyo vitakuwepo, e, chambalo penyewe na vijiji vingine vinavyozunguka e, katika eneo hilo la wilaya ya Chemba.